Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni siku ya Jumatano, juma la kwanza la kipindi cha Kwaresma mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yona sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu alianza kusema, "Kizazi hiki ni kizazi kibaya. Kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona." Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi Ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Suleimani, na hapa pana mkubwa kuliko Suleimani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki nao watatuhukumu kuwa na hatia kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, ndugu mpendwa msikilizaji, leo somo hasa la injili linatualika kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu. Katika somo hili la injili Yesu anawaambia makutano ya kwamba kizazi hiki ni kizazi kibaya kwa sababu wanaitafuta ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu lakini Yesu anawakumbusha ya kuwa ziko ishara kuu mbili ambazo zilifanyika hawatopewa tena ishara nyingine ishara ya kwanza ni ya malkia wakusi ambaye alitoka na kwenda kuisikiliza hekima ya Suleimani na ishara ya pili ni ya ishara ya Yona kwa Waninawi. Watu hawa wawili wanatutafakarisha juu ya kuutambua ukuu wa Mungu. Kwa kuitambua hekima ya Suleimani, malkia wa kusi alifunga safari na kwenda kumwona mfalme Suleimani na kumsikiliza. Lakini pia kwa kuutambua ukuu wa Mungu, watu Waninawi walitubu kwa mahubiri na maonyo ya Yona kwao. Ndugu wapendwa, ni namna gani tunaalikwa kuutambua ukuu huu wa Mungu? Ukuu huu wa Mungu tutautambua kwa imani. Mababa wetu wa kanisa, baraza, maaskofu, wa kanisa kupitia baraza la maaskofu wametwekea ujumbe wa Kwaresma 2025 unaosema simameni imara katika imani. Ujumbe huu au kichwa cha habari hiki urejee waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 aya ile ya 13. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maneno haya tunayapata katika waraka kwa Waebrania sura ile ya 11 aya ya kwanza. Na katika katekisimu ya Kanisa Katoliki imani ni mwambatano wa nafsi ya mtu kwa Mungu wakati huo huo na bila kutengana na kukubali kwa hiari ukweli wote ambao Mungu anaufunua. Hii tunaipata katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba 150. Na kuamini ni kujikabidhi kikamilifu kwa huru kamili na kwa furaha kwa mpango wa Mungu katika historia. Mfano huu tunaupata katika injili ya ya ya mwinjili Luka sura ile ya kwanza aya ya 38 ambapo tunaiona ndiyo ya mama Bikira Maria. Kwa msingi huo, imani ni mwitikio ambao kwa akili na mioyo yetu inasema ndiyo kwa Mungu Baba na kwa kukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ndiyo hii inabadilisha kabisa maisha ya mtu, inafungua njia kuelekea utimilifu wa maisha na kuyafanya mapya yaliyojaa furaha na matumaini ya kweli. Imani hii basi ni nini? Imani ni zawadi ya kimungu. Yaani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Imani si tu mwitikio wa kiakili wa mwanadamu kwa kweli fulani kuhusu Mungu, bali pia ni tendo ambalo kwalo mtu anajikabidhi kwa uhuru kamili kwa Mungu ambaye ni Baba anayetupenda upeo. Mwanadamu anaweza tu kumwamini Mungu kwa sababu Mungu anakuja karibu yetu nasi kwa kugusa maisha yetu kwa njia ya Kristo kwa fumbo la umilisho, rejea Injili ya Yohane sura ile ya kwanza aya ya 14. Wakati huo huo, Roho Mtakatifu akituwezesha kumpokea Mungu katika nafsi zake tatu kwa asili kila mwanadamu anabeba ndani yake kiu au hamu iliyokumbika ya Mungu. Tamaa ya kuwa na Mungu imeandikwa katika moyo wa mtu, kwa sababu ameumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Maneno haya tunayapata katika katekisimu ya kanisa katoliki namba 27. Imani hiyo hiyo pia ni fadhila ya kimungu. Tunafundishwa kuwa imani ni fadhila ya kimungu ambayo kwayo tunamsadiki Mungu na kila kitu alichokisema na alichotufunulia na ambacho kanisa takatifu la tutaka kukisadiki kwa sababu yeye ndiye ukweli wenyewe. Maneno haya tunayapata katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1814. Ubatizo, mwanzo wa safari ya imani ya Mkristo. Imani Katoliki tunaishi pamoja na katika ushirikiano huo imani ya kila mmoja huweza kukua na kusitawi. Rejea katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 166. Na safari yetu ya imani inaanza rasmi katika ubatizo, ambayo kwayo tunampokea Roho Mtakatifu anayetufanya watoto wa Mungu katika Kristo na hivyo kuingizwa katika jumuiya ya waamini, yaani kanisa. Kutokana na ubatizo mtu anaitwa katika maisha mapya na kufanya ungamo hili la imani yake pamoja na ndugu zake. Hakika ni kwa njia ya kanisa, imani ya mtu binafsi hukua na kukomaa. Familia inatarajiwa kuwa ni shule ya kwanza ambamo mtoto anafundishwa imani. Swali la kujiuliza ndugu zangu, je, watoto wetu wanapata nafasi hiyo ya kujifunza imani katika familia zetu? Tuko katika kipindi cha Kwaresma, na kipindi hiki ni kipindi cha safari ya imani. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha siku arobaini za toba, kufunga, kusali, kutafakari na matendo ya huruma. Aidha, ni kipindi cha kusafiri kiroho na Kristo mwokozi wetu kupitia njia ya imani ambayo kwayo mwanadamu anashiriki kuujenga ufalme wa Mungu, ufalme wa upendo wa haki na amani. Katika safari ya Kwaresma, kanisa linatuongoza kwa mazoezi na tafakari yatakayotusaidia kukutana na Bwana mfufuka, aliyejiwe kuu la msingi wa imani yetu. Imani ambayo ni mwaliko wa uongofu wa dhati na ulio mpya kwa Bwana na Mwokozi pekee wa ulimwengu. Ni nini basi tufanye kwa Kwaresima hii? Safari ya kiroho ya kwenda kwa Baba mbinguni ni ya kudumu. Na safari hii inakabiliwa na mashaka mengi, ni hatua zenye mabonde na milima. Tukiwa safarini kuna kukata tamaa, kutokuona mbele ya macho yetu yale mazuri yanayokuja daima, tunaiwa nguvu na imani ambayo ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Rejea waraka kwa Waebrania sura ile ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya tatu. Tuombe neema ya Mungu kupitia mfungo wetu wa Kwarezma tuweze kuiga safari ya baba yetu wa imani Abrahamu. Yeye kama mfano mwema anasifiwa kwa kuamini bila ya kuona kesho yake ikoje. Anajitupa katika mikono ya Mungu bila shaka. Kwa Abrahamu, magonjwa yapo, shida zipo, na mapito magumu yapo, ila Mungu ni mwaminifu daima. Nasi pia, kwa kwarezima hii, kupitia mfungo wetu, tuombe Mungu atujalie neema zake katika maisha yetu ili mosi, tuwe na imani kwake katika hali zote za kimaisha tunazozipitia tukiamini kuwa yeye ni mwaminifu daima; pili, familia zetu ziwe ni kitalu cha imani ambapo safari ya imani itaanzia kwa wazazi kupanda mbegu bora ya imani kwa watoto wao; tatu, imani yetu itusaidie kuzaa tumaini lisilotahayarisha, kuwa na furaha isiyo na mwisho, kuwa na nguvu ya kupenda na kusamehe na kutufanya watumishi, na kutupatia tumaini tunalohitaji ili kustahimili magumu na kupeleka matumaini hayo kwa wengine, sisi tulio mahujaji wa matumaini. Ndugu wapendwa, ni kupitia imani ndipo tutakapoweza kuutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuomba neema ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma kupitia mfungo wetu. Atujalie neema ili tuweze kuvishinda vile vyote ambavyo vinakinzana na imani yetu. Vile vyote ambavyo vinakinzana na imani katika kutusaidia sisi kuutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu.